Yeah, yeah. Ah, Mzuka. Mamba, yeah, ya kama ka. naenda. kama kmzu hatua kumi na sita tumetinga mm-hmm. Yeah, si kila mechi iliyopo mbele tunakamua kama kawaida yetu yeah, ya kila mechi ambayo iko mbele tunakamua. Nadhani sisi tumeshapangwa na si tumesha nani yule. Sasa hivi Songea. Hey, Songea. Songea. Eh hey, Eh Songea mechi. ni timu ngum ngumu sana. Nafikiri mechi itakuwa ngumu, itakuwa nzito lakini lengo ni kupita kwenda hatua za mbele zaidi. Uh, mazumuni ni kuchukua ubingwa tu. Sisi tunataka makombe yetu yale yale tuliyoyabeba msimu uliopita tutayabeba tena. Tumepoteza kombe moja ambalo ni uh, CAF Champions League ambalo lilikuwa ndani ya malengo yetu tukalipoteza. Sasa mashabiki, timu kiujumla, uh, viongozi wanataka Uh, kutetea sasa makombe ambayo tumezoea kuyachukua na tunasema hatuna sababu ya kuyakosa, kwa sababu hatuna mpinzani kama wapinzani ambao tunaamini ni wanatulete wat, ushindani, wanatukimbia. Sasa unadhani ni nani Songea atatuzuia sisi kuchukua ubingwa? Ni kitu ambacho akiwezekana, jana umemwona, lakini mtani asijaangalia mechi hapana ya lakini, matokeo nimeyapata kwa namna walivyokwepo, hata marudio nilioyaona mm. uh, nilivyoangalia waseka wao ule mrefu nani ule baulateba huyo alivyocheza, uh, wachezaji wao namna walivyokuwa na nikatulia, nikaangalia timu yao ilivyokuwa, kumbe pale kikosi kikosi si yo kikosi cha, hata kama tungekuwa sisi tungekimbiza timu kiwanjani, tusingeenda kiwanjani kwa namna kikosi nilivyoona cha ubwela hii hata kama tungekuwa Yanga tusingepeleka timu, kwa sababu unajua wakati mwingine lazima ujilinde kwa kauli za kishujaa, ujilinde wewe mwenyewe, mwenyewe. Hila, hila kishujaa <laughs> yani ujilinde kwenye mazingira ambayo uh, itaonekana kama umetafuta sababu umekimbia, lakini sio kwamba upeleke timu kama ile. Kama Simba wangepeleka ile timu tarehe nane wangelaumiwa sana na mashabiki wao, wangelaumiwa sana sana sana, hata na pengine na viongozi wao kwa sababu walikuwa hawana sababu ya kupeleka timu tarehe nane. Simba walikimbia kwa sababu walijua wataonewa huruma, uh, na tunasema kwa hili wamefaulu sana. Hakuna kitu ambacho viongozi wa Simba walikifanya kikubwa watashukuliwa na mashabiki wao kama kukimbia uwanjani, kwa sababu kama ile timu ingefika ingekuwa ni fezea. Si, si, nilikuwa na, naangalia jana zidi ya tima kile kikosi, goli chache zilikuwa saba na wao nadhani waliangalia wakaona kabisa saba zipo, hakika wanane upo, ndio maana wakuleta timu. Kwa mimi nawapongeza wale viongozi wao kwa kuweza kugailisha ile mechi, kwa sababu alikuwa nakufa nyingi ya ni mchezaji ambaye alikuwa na uchu sana na dabi. ni mchezaji ambaye alikuwa na uchu na dabi na uwanja wa Mkapa ni uwanja mkubwa. Nimemwangalia Ikangalombo leo kwenye mchezo zidi ya, ya Coast Union, nimegundua kama uwanja wa KMC hautoshi, kwa sababu upande mmoja anacheza boka upande huo anacheza Ikangalombo Kilichotokea ni nini? Uwanja ukawa mdogo, wanajikuta wote wako sehemu moja. Kwa hiyo Ikanga akahama akahamia upande wa kulia ili kubalansi upana wa uwanja, lakini imeshindikana. Kwa hiyo nasema kama wangetia timu wanetu, Ikanga yupo, Chama yupo, Azizi yupo, Mzize yupo. Ingekuwa ni fezea na sisi tunasema kitapigwa eh? Na mimi mwenyewe nashauri kipigwe tu kwa, yeah, kwa, kwa namna nilivyoona timu yangu inacheza hapa eh. Hata leo kipigwe tu ya yeah, mi naafiki mechi ipigwe lakini tunaambia eh, Yanga ikitokea tumekubali mechi ipigwe. Kwangu mimi naweza nikasema mechi hawa, hmm, ubwela namna walivyo eh, ni bora mechi ipigwe Ha? Na ikipigwa mechi wakija kwenye mazoezi tunawadunda, hata mashabiki na ha? sisi tutawafuata kwa wadunda, utaratibu ni ule ule, hakuna kufanya mazoezi ya mwisho pale na mbuzi ha? hakuna kuingia na mbuzi, basi moja litaingia, uh-huh. lakini kuingia na mbuzi hatutokubali, hata mashabiki na sisi mashabiki tutawakagua wanapoingia uwanja. Sasa hivi sio mabouncer. Hata sisi mashabiki tutakwenda kuwakagua pale uwanjani. Mechi itapigwa, lakini sharti hakuna mazoezi ya mwisho. Hakuna mazoezi ya mwisho. Full stop. Simba na Yanga, Simba na Yanga uaga hakuna mazoezi ya mwisho kwa sababu gani? Ubwela anakuwa na kambi yake Bunju; sisi tuna kambi yetu Kigamboni. Tutakutana siku ya mchezo. Wao walikuwa wenyeji mchezo wa kwanza wa ligi. Sisi hatukwenda kufanya mazoezi ya mwisho pale. Nyewe ndisi mliona Yanga alikwenda pale? Yanga alienda kufanya mazoezi ya mwisho. Kaa kambini kwako, ndio utaratibu, nami nikae kambini kwangu, tukutane siku ya mchezo. Kwamba ubwela wajui, ule uwanja si unaujua? Najua. Na Bunjo hakuna kiwanja cha kufanya mazoezi ma, ma, ma, ma, mazoezi ya mwisho si hapo? Na sisi kule hakuna taa na wao hakuna taa. Ushaona? Wote tujiandae, tukutane siku ya mchezo. Tukiwashe masuala kutuletea mbuzi uwanja wa Mkapa, hatutokubali hata mashabiki. Mechi itapigwa, lakini mazoezi ya mwisho hakuna kufanya ule uwanja, sawa.